Naam, karibu tena kwenye matangazo yetu tunaendelea na ni kujuza tu kwamba maelfu ya wanadiplomasia na wataalam wa masuala ya tabia nchi e, wako Belem huko Brazil katika eneo ambalo liko e, Amazon kwa ajili ya e, COP 30 mkutano wa e, masuala ya mazingira wa e, Umoja wa Mataifa e, ambao unahusu mazingira, masuala ya tabia nchi wameanza uh, Novemba 10 jana. Sasa kufanyika kwa COP 30 huko Belem pembezoni mwa Amazon, msitu mkubwa zaidi eh, wa mvua eh, za kitropic duniani, kuna sisitizo wa umuhimu wa eneo hili na ni hifadhi muhimu ya carbon na pia ni mstari wa mbele katika vita dhidi ya ukataji miti na mabadiliko ya tabia nchi. Mkutano wa mwaka huu unalenga kuongeza eh, kasi ya utekelezaji. E, wajumbe wanapitia mipango ya kitaifa ya tabia nchi, kusukuma ufadhili wa tabia nchi wa dola trilioni moja nukta tatu kwa mwaka, na kupitisha hatua mpya za kusaidia nchi e, kuzoea athari za tabia nchi na kuendeleza mabadiliko ya haki kuelekea uchumi e, safi zaidi, na e, tutazungumza kwa kina kuhusu hili lakini tut, tutakupa fursa pia ya kuifahamu zaidi Amazon na e, mijadala mikubwa imekuwa kwa nini inafanyika Amazon na tunaambiwa kwamba Amazon ni msitu mkubwa zaidi wa mvua za kitropic na ni hifadhi kubwa zaidi eh, ya carbon duniani na eneo hili limeonekana likiteketea eh, kwa sehemu kubwa na hivyo eh, jumuia ya kimataifa ikihimiza jitihada zaidi kutunza eneo hili la misitu, lakini pia maeneo mengine kama hayo ambayo yanapatikana katika maeneo mbalimbali duniani. Tutazungumza kuhusiana na mkutano huu eh, na eh, mikutano hii imekuwa ni mikutano muhimu, hasa kwa ajili ya kutoa mwelekeo wa masuala ya tabia nchi ulimwenguni kote na Uh, tutafahamu pia kutoka kwa wale ambao wanashiriki mkutano um, huu, lakini kwa hapa studioni uh, tumemwalika mdau muhimu Hilda, naam, mdau muhimu ambaye ni mtaalamu wa masuala ya kimkakati, sera, pamoja na kazi na masuala ya uchumi wa kisiasa wa kimataifa, lakini yeye pia amehudhuria mikutano kadhaa ya COP 27 ikiwa uh, imefanyika kule uh, Sharm El Sheikh Misri, pamoja na ule wa Baku wa Azerbaijan wa COP 29. Karibu sana Venance Majula. Kwa hiyo kop ya mwisho ulikuwepo kabla ya hii ifanyika Baku Azerbaijan, kama ambapo Hilda amesema ni kama mwendelezo wa yaliyopita. Kuja nini mwaka huu watamua? Na, na kwa uzoefu wako umehudhuria mikutano hii mara mbili Misri pamoja na Baku Azerbaijan um, kwa uzoefu wako ni mambo gani hasa huwa yanajadiliwa kwenye mikutano kama hii? Um, asante good luck. Uh, kuna mambo mengi ambayo uh, huwa yanajadiliwa kwenye, kwenye COP labda tu kwa, kwa muktasari uh, COP ni, ni kama kikao cha familia cha mwaka, lakini kikao hiki cha kifamilia swala kubwa na la msingi ambalo huwa linajadiliwa ni namna gani tunatunza nasema, um, afya ya, ya, ya dunia, sababu dunia kuna changamoto ambayo tunakumbana nayo wataalamu wanatuambia kuna kuongezeka kwa joto uh, katika uso wa dunia, hali ambayo inasababishwa na shughuli zetu sisi wenyewe binadamu, matumizi makubwa ya viwanda, lakini pia uh, kuchoma makaa ya mawe ambayo kwa wingi yanatoa moshi, tunaambiwa yanasababisha ongezeko la joto la dunia. Sasa viongozi, uh, kutoka nchi wanachama wa mkataba unaoitwa Mkataba wa Umoja wa Mataifa wa kupambana na mabadiliko ya tabia nchi kwao wanakutana kuangalia namna gani uh, tutapambana na kuongezeka kwa joto la dunia, lakini pia nini tufanye ikiwa ni pamoja na masuala ya fedha lakini pia mikakati pamoja na sera mbalimbali mbali kufikia hatua hiyo, yeah. mm -hmm. yeah. Na katika uzoefu wako, mikutano hii imekuwa ikifanyika kila mwaka uh, katika maeneo mbalimbali e, na uh, good luck aligusia awali, wakati huu wamechagua kufanya kule Amazon uh, bila shaka pia kulikuwa na sababu za kuchagua mm -hmm. kufanya katika maeneo ambayo wewe ulihudhuria mm -hmm. e, inaleta utofauti gani? Kuna utofauti uh, ni, ni, inategemea na mtazamo ambao unatumia, lakini mm. kwa mfano mwaka huu uh, uh, ni swala ambalo kwanza huwa linazunguka uh, katika kanda mbalimbali mbali za Umoja wa Mataifa, inaweza kafanyika Afrika, likafanyika Karibian, ikafanyika Asia, lakini pia Ulaya Magharibi pamoja na Ulaya ya Kati. Sasa mwaka huu wameweka kufanya uh, Amazonia, ama katika mji unaitwa Belem, huko jimbo la Para katikati ya Amazon tunafahamu uh, kwamba Amazon ni miongoni mwa misitu mikubwa na ni miongoni mwa tuseme uhai wa dunia, kwa maana kwamba msitu unatoa tunasema, tuseme ni kama kisima cha, cha uhai wa binadamu, kwa maana ya uzalishaji wa gesi ya oksijeni ambayo tunaitumia katika, katika, katika kueshi kwetu. Sasa Amazon inakumbana na changamoto nyingi uh, ambazo zinasababishwa na binadamu, ikiwa ni pamoja na kuchoma misitu na maswala mengine kama hayo. Sasa Amazon sio uh, tu ni, ni kitu ambacho Brazil inategemea lakini hmm, pia hata dunia yote inategemea. Tuna misitu kama Kongo kwa mfano inategemewa na Kongo inategemewa na Afrika lakini pia na, na ukanda huu. Sasa wanapopeleka hivyo licha kwamba kuna kuwa na mzunguko kwamba COP itafanyika ukanda huu itafanyika nchi hii, lakini kuna kuwa na sababu maalum ambayo inakuwa imechagiza maamuzi hayo kwa, kwa sababu Amazon ni, ni msitu mkubwa ambao tayari unakumbana na changamoto. Nakumbuka mwaka 2022 na wakati wa COP 27 Sharm el Sheikh wa uh, kule Misri. Uh, kulikuwa na makala moja ama kulikuwepo na, um, na, na banda moja la, la taifa la Brazil kwa naonesha namna gani Amazon inachagiza uhai wa binadamu, inachagiza maisha yetu kama binadamu, lakini nakumbana na shughuli ambazo binadamu wanafanya ikiwa ni pamoja na kuungua na kuteketea, hali ambayo inazorotesha sasa Uh, juhudi za dunia katika kupambana na mabadiliko ya tabia nchi ambayo yanasababishwa na shughuli zetu uh, uh, sisi kama binadamu. Sasa mwaka jana, mwaka juzi, mwaka juzi imefanyika katika mji wa Dubai ambao uko Falme za Kiarabu, tunafahamu kwa mfano na nane nchi za Kiarabu nyingi tunafahamu zinazalisha, uh, mafuta. Yeah. Sasa mafuta um, kulingana na wataalamu wanatuambia kwamba matumizi makubwa ya mafuta kwa maana ya petroli, diesel kwa mfano mafuta ya taa, mafuta ya ndege na vitu vingine vinazalisha moshi kwao sio um, sio vyanzo endelevu vya kutumia katika, katika uchumi wetu. Kwa hiyo wanapopeleka kule wanakuwa na sababu ya kuchagiza kubadilisha mtazamo, aidha kupunguza matumizi ya, ya, ya mafuta ama kuzishajihisha kuzi, kuzi hizo nchi ziweze ku aidha uh, kuwekeza katika nishati endelevu kama vile jua uh, upepo pamoja na maji, lakini ni swala ambalo pia uh, linategemea masuala mengi ya nguvu na ushawishi kwa sababu mm. Afrika wanapoenda kwenye mikutano kama hii wanaenda kwa lengo la um, kutafuta fedha kwa mfano, lakini uh, wanapambana sana katika kuendana na athari za mabadiliko ya tabia nchi, lakini watu wa Ulaya Magharibi kwa mfano ambao wamekuwa na viwanda tangu miaka 1700 1800. Wao wameshazalisha gesi ya ukaa kwa miaka mingi. Kwa wao, hoja yao ya msingi wanapokuja kwenye mikutano kama hii ni kuhakikisha kwamba wanaachana kabisa na matumizi ya vitu kama ma, mafuta ama matumizi ya makawa, ya mawe na mambo mengine. Kuna, kuna utofauti wa malengo utofauti wa, wa, wa maono katika uh, majadiliano kama haya, lakini kwa uh, mwisho wa siku ni kwamba tunakuja kukubaliana kwamba lazima tuje kwa pamoja kuhakikisha kwamba Uh, ha, ha, nini hii afya ya dunia inabaki kama ambavyo tumeikuta kama ambavyo tume, tumezaliwa tukaona kwamba tunatakiwa tuishi katika dunia ambayo ni salama lakini pia ni endelevu. Mmegusia yeah. mm -hmm. mm -hmm. yeah. hapo kuhusiana na uh, nchi za Afrika lakini hata zile za magharibi zenyewe zikiwa na mtazamo tofauti katika mm -hmm. mikutano hii, na kulikuwa na makubaliano hasa ya kulipa nchi za Afrika na baadhi ambazo zenyewe sio kwa kiwango kikubwa zimekuwa zikizalisha hewa ukaa mm -hmm. E, na kuleta madhara hayo licha kuwa madhara yanaonekana kote, na makubaliano haya kwa kiasi yamekuwa yakionekana uh, kutotekelezeka kwa ukamilifu wake. mm -hmm. Unadhani hasa changamoto ni nini? Uh, changamoto ya msingi ni kama ambavyo nimegusia ni, me, ni suala ni la, mm. la nguvu na ushawishi, ama tuseme mizania ya nguvu ya kuweza kushawishi sera za kimataifa. Sababu kubwa ya kwanza ni kutofautiana kwa maono na malengo ya, ya haya makundi mawili ama matatu katika uh, usawa wetu wa dunia. Kuna makundi ambayo yanaenda kwenye majadiliano kama haya kutafuta pesa mm. kwa nchi nyingi za Afrika zinaenda kule, ikiwa ni pamoja na nchi yetu, tunaenda kutafuta fedha za kuhakikisha kwamba tuna pambana na harakati za mabadiliko ya tabia nchi, lakini nchi za Ulaya zinakuja pale na wataalamu wa mambo kujadiliana na kuhakikisha kwamba wao wanakata kabisa matumizi ya vyanzo ambavyo sio, uh, sio rafiki kwa Uh, kwa uso wa dunia. Sasa kuna dhana moja ya msingi. Mikutano uh, mingi ya COP ambayo iko chini ya huu mkataba wa kimataifa wa Umoja wa Mataifa wa, wa, wa kupambana na athari za mabadiliko ya tabi ya tabia nchi ambao uh, kuna mkataba wake maarufu unaitwa mkataba wa Paris uh, Ufaransa. Hii ni COP 21 ilifanyika uh, mwaka 2015 uh, nchini Ufaransa. Sasa nchi ambazo zimeendelea kwa maana nchi za magharibi sasa zinatakiwa zitoe msaada um, kwa nchi ambazo zinaendelea wa zaidi ya dola kama bilioni mia moja hivi dola za Kimarekani, ili kusaidia nchi ambazo zinaendelea, nchi ambazo hazijapiga hatua katika kupambana na haya ziweze kujikwamua. Lakini sasa mchango huu wa dola hizi uh, takriban bilioni mia moja utoaji wake unasuasua, kwa maana kwamba nchi ambazo ziliahidi kufanya hivyo bado hazifanyi hivyo mm. Na hii inasababishwa na kutofautiana kwa maono. Hawa wanataka tupambane kabisa na Uh, tuachane kabisa na matumizi ya vyanzo ambavyo sio rafiki vya nishati, lakini kuna nchi ambazo zinapambana zina kuishi uh, na, na mabadiliko ya tabia, ya, athari za mabadiliko ya tabia nchi. Sasa kuna kitu ambacho uh, katika mkataba huu wa Umoja Mataifa nchi, zina, zina, zina, nchi wanachama uh, zinatengeneza unaitwa uh, mpango kazi wa kuonesha mchango wako katika kupambana na mabadiliko ya, ya tabia nchi kwa kizungu wanaita NDC, ni kifupi neno maarufu sana kwenye majadiliano haya. Kwamba kwa mfano kama sisi Tanzania tuna NDC yetu, kwa maana ni, ni, ni, ni kama mpango kazi wa namna gani tutachangia kupambana na mabadiliko ya tabia nchi uh, kama nchi sasa. Tuna mkataba wetu ambao ulitengenezwa mwaka 2021 baadaye ukasasishwa, tunao wa uh, mwaka 2022 ambao unachora ramani ya namna gani Tanzania kwa mfano itapambana uh, ama itachangia katika kupambana na mabadiliko ya tabia, tabia nchi. Lakini sasa huu mpango ili uweze kutekelezwa hmm, unahitaji trilioni za shilingi mabilioni ya dola ili uweze kutekelezeka. Sasa ndio maana nchi kama hii ya kwetu inapoenda pale inaenda kuhakikisha kuna fedha inapata, hii fedha ili iweze kutekeleza huu mpango kazi wa kuchangia katika mabadiliko, athari za mabadiliko ya tabia. Nani anatakiwa kutoa hizo fedha? Ni nchi ambazo zimeendelea kwa maana ya mataifa ambayo tayari yashapata viwanda tangu miaka ya 1700 1800 tunazungumzia mataifa kama Marekani. Uh, nchi kama Uingereza, Ujerumani na mataifa mengine ambayo katika kundi la mataifa ambayo yameendelea. Yeah. Kuna hoja kwamba yanayozungumzwa eh, kwa sehemu kubwa hayatekelezwi mm -hmm. na hasa swala la utoaji wa hizo fedha. Uh, na kila mwaka watu wanakutana mm -hmm. Kiuchambuzi unaona hoja hizo zinaulizia. Um, Safi, swali swali zuri. Na changamoto ya kwanza na kubwa ambayo ni, ni ambayo nitaendelea kurudia ni yeah, ni ule tu uh, tuseme mizania ya, ya, nguvu na ushawishi katika sera za dunia. Kwa mfano katika Umoja wa Mataifa kwa mfano yeah, kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuna nchi zinakura wanaita veto kwa Kiingereza ama Turufu, veto. Aye, uh, true true kwa Kiswahili. Uh, shukrani yeah. kwa Kiswahili. Sasa kama unakuwa na mataifa ambayo tayari yakisema hapana, uh, mjadala hawezi kuendelea vile vile Hali hii tuchukue katika majadiliano haya, una nchi ambazo uh, zinatoa fedha kwa mataifa mengine, alafu unazishawishi zikupatie, kwa ni swala la, la, la, la nguvu ushawishi, lakini pia utayari wa mataifa haya kwa kwa ya kuhakikisha kwamba yanatekelezeka. Hiyo sio kwamba haifanyiki, lakini inafanyika kwa kiwango ambacho ni kidogo, kulingana na namna ambavyo mataifa haya yaliahidi yali kutekelezeka, na hii inaonyesha picha ya dhana ya siasa yes, yes, za kimataifa katika kujadiliana unapokuwa na mataifa ambayo yanaonekana yameendelea, yana nguvu, yana ushawishi wa kifedha lakini mm -hmm. pia na mataifa wakati huo ambayo yanapambana kupata fedha yes. vipi vip kwa mataifa mm saa haya -hmm. ambayo yanataraji labda kupokea fedha kwa ajili ya kupambana na hewa ukaa na uh, kulinda mazingira kwao, unaona wakifanya uh, kwa ukamilifu uh, pale ambapo uh, fedha hutolewa na nini hasa ambacho wanafanya? Um, kwa asilimia kubwa nchi ambazo hupokea usaidizi huu, usaidizi huu wa kifedha huwa zinapambana sana kutekeleza hizi um, NDC zake, kwa maana hii mipango mikakati ya kuchangia katika kupambana na athari za mabadiliko ya tabia nchi kwao. Hii NDC ama, ama hii, uh, hii, hii nyaraka ambayo kila nchi inakuwa nayo ndio inaonyesha nini kitafanyika baada ya nchi fulani kupokea pesa. Kwa mfano katika uh, mpango mkakati wetu tunayo uh, hoja ya kuuza ya ya, ya ya ku, ku, tunaita uh, hewa ukaa hewa. Uh, yes, a hmm. ya, hewa ya ukaa ama carbon dioxide. Sasa ni kwamba mnakuwa na sehemu ambayo mnaikusanya hii, mnachukua mna uh, changamoto ama ule uchafu wa gesi ukaa na kufanya kuwa biashara, ni miongoni mwa mikakati ambayo sisi Tanzania tunayo, lakini bado kuna changamoto ni kwa kiasi gani labda Watanzania wanafahamu gesi ya ukaa ni nini, na biashara hii ya, ya gesi ya ukaa inafanyikaje, ni swala ambalo linabaki ni, ni la kitaalamu sana, inaonekana ni na la watu fulani, labda mpaka uende Mzumbe, uh, uende pale chuo cha Sua, ama uende kwenye baadhi ya taasisi, lakini miongoni mwa shughuli, lakini kitu kingine ni kuhakikisha kwamba tunakuja na, na afua ambazo Uh, zina, uh, zinapambana na mabadiliko ya, na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Tunazungumzia kwa mfano upandaji wa miti, lakini pia ujenzi wa makazi ambayo ni endelevu, lakini pia ujenzi wa miundombinu ambayo ni endelevu. Kwa mfano tuna mabasi uh, ya mwendo kasi. Kwa unapokuwa na mabasi ya mwendo kasi, unapunguza idadi ya watu ambao wataendesha magari yao binafsi, na kwamba watatumia usafiri wa umma, lakini bado changamoto zinakuwepo lakini kitu cha msingi ambacho labda pia tunakuwa tukitazame ni, ni nani anaiwajibisha uh, serikali katika kuhakikisha kwamba inatekeleza yale ambayo yapo kwenye mpango kazi wake, lakini pia baada ya kupata zile fedha. Na hii ni kazi ya taasisi ambazo sio za kiserikali uh, vyombo vya habari kama nyinyi hapa, lakini pia na taasisi zingine za kitaaluma ambazo uh, zinafanya kazi za utafiti. Tunayo wataalamu wengi kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa mfano uh, chuo cha kilimo cha Sokoine pamoja na taasisi zingine Kwoni, miongoni mwa vitu ambavyo uh, mataifa haya yahutekeleza baada ya kwamba wameshapata fedha hizi za usaidizi ambazo bado zinatoka kwa kusuasua sawasawa, yako yeah. mm. mm. Sasa, sasa, uh, yako mengi lakini nataka kujua tu kwa ufupi kwamba eh, umehudhuria kwenye hii mijadala mm -hmm. na hii mikutano, kuna kitu ambacho kina kinaonekana kwamba ni nguvu ya kwenda kusimamia uwajibikaji ama utekelezaji wa yanayojadiliwa mm -hmm na kwamba maazimio yanakuwa binding kwamba mm -hmm. Ni lazima yatekelezwe, ni kwamba, kwamba tulikubaliana hivi. Kuna eh, nasema ni, nani? ni, ni, ni kama ni kama watchman eh? mm -hmm. Mtu ambaye anahakikisha kwamba kile ambacho kimejadiliwa kwenye mikutano kama hii kinakwenda kutekelezwa au inakuwa tu ni mikutano ya ku ni kama sherehe tu hivyo, watu wanakutana, wanajadili, wanapiga picha, wanarudi nyumbani um, kama uh, zilivyo changamoto zingine za umoja wa Mataifa. Uh, kama ambavyo tunafahamu Umoja wa Mataifa sio kama uh, dola, sio kama uh, ilivyokuwa serikali kwamba tunaweza tukaamua tumkamate good luck kwa kucheka akiwa studio. Sasa Umoja wa Mataifa uh, ni swala yani inachukua inachukua muda mrefu Ku, ku, ku, ku, ku, kuwajibisha taifa kwa kuto kutekeleza makubaliano fulani. Mm. Kwa mfano, tunafahamu uh, tunaweza kutumia miongoni mwa, mwa masuala mengi ambayo yanaweza yakajibu swali lako Good Luck. Tuna, uh, tuna kesi nyingi ziko kwa mfano kwenye mahakama uh, ya Umoja wa Mataifa ICJ au tuna migogoro mingi kwa mfano ya vita vya Ukraine na Urusi, ama migogoro ya Palestina na Israeli unaona inachukua muda mrefu inapoenda kujadiliwa kwenye, kwenye Umoja wa Mataifa sasa, hmm. Mfano huo huo ulete pia kwenye makubaliano ya kupambana na athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Diplomasia, majadiliano ya kimataifa ni mazuri, lakini huenda polepole pole, na matokeo yake huonekana kwa muda mrefu sawa, yeah. Sawa kabisa Venance. Na awali tuligusia kuhusiana na sababu za kufanyika eh, kwa mkutano huu Belém, eh, kule Amazon, Brazil, msitu mkubwa zaidi E, wa mvua za kitropic sehemu kubwa ya hifadhi ya hewa ya kaboni duniani. Na kama hewa ya kaboni inanyonywa na kuhifadhiwa kwa kiasi kikubwa katika msitu huu, ni wazi kwamba Amazon ina mchango mkubwa katika uzalishaji wa hewa ya oksijeni ama hewa safi, ambayo sehemu kubwa, mamilioni ya watu duniani wanaitumia kwa ajili ya kuendelea kuishi. Kwa hiyo Amazon ni uhai wa binadamu. Na hivi karibuni mwenzetu Hilda Foya aliyetuandalia makala ifuatayo kuhusiana na Amazon. Jalada katikati ya anga la Amerika ya Kusini, umbali wa futi elfu arobaini kutoka usawa wa bahari sauti ya kukwaruza ya rubani wa ndege inatangaza kwa mbwembwe, kama kawaida ya marubani ilivyo. Anaanza kwa kukohoa kidogo, halafu anaendelea: tupo katikati ya nchi tisa tukiwa na hewa safi kutoka msitu wa Amazon ulio chini yetu zaidi ya futi elfu arobaini kutoka usawa bahari. Huu ni msitu ambao umezungukwa na nchi tisa za bara la Amerika ya Kusini. Msitu huu wa Amazon unazungukwa na nchi za Brazil, Peru, Colombia, Venezuela, Ecuador, Guyana, Suriname, Bolivia na French Guiana, ukiwa na kilomita za mraba milioni 6.7 na bustani yenye miti milioni 400. Unajua maana yake nini? Huu ni msitu wa mvua wenye ukubwa wa nusu ya misitu mingine ya mvua inayopatikana duniani. Hebu fikiria, mti mmoja wa Amazon unaweza kuwa na urefu wa hadi futi 200 ambao ni sawa na nusu ya urefu wa uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam. Matawi ya msitu huu yameshikana kiasi kwamba ni asilimia moja tu ya mwanga wa jua unapenya na kufika kwenye ardhi, huku mvua ikichukua dakika kumi hupenya na kufika kwenye udongo. Amazon ni mapafu ya dunia, na hii inatokana na mchango wake wa kudhibiti mfumo wa hali ya hewa ya dunia na kuchangia asilimia ishirini ya hewa ya oksijeni duniani kote jambo ambalo ni mchango mkubwa kwenye udhibiti wa athari ya mabadiliko ya tabia nchi. Kwa taarifa yako, msitu wa Amazon una watu wanaoishi zaidi ya watu milioni 300 waliogawanyika katika makabila ya kiasili 350 na zaidi ya makabila 50 hayana mawasiliano na watu wa nje wa eneo hilo. Hii inamaanisha kuwa huenda kuna maeneo katika msitu huo hayajawahi kufikiwa au hawajui lolote kuhusu dunia na jamii yake. Ukifika Amazon unajikuta upo katika dunia tofauti kabisa, kutokana na mandhari yake iliyosheheni idadi ya wanyama wa aina mbalimbali, pamoja na viumbe wengine wa ajabu, wadudu wa kila aina, na mimea inayotapakaa kila mahali. Miongoni mwa viumbe maarufu utakavyokutana nao hapa Amazon ni mijusi yenye uwezo wa kutembea juu ya maji yaitwayo e Jesus lizard, nyani mwenye uwezo wa kutumia mkia wake kama mguu waitwao spider monkey samaki wanaotoa umeme electric fish, vyura wenye ngozi zinazoonyesha viungo vyao vya ndani glass frog, vyura wenye sumu, nyoka wakubwa aina ya anaconda, na viumbe wengine wanaosadikika kuwa bado hawajafahamika. Bustani ya Amazon ni kama bustani inayostawishwa na mto namba mbili kwa urefu duniani maarufu kama mto Amazon mto huu wenye urefu wa takriban kilomita elfu sita mia nne unakusanya maji kuanzia milima ya Andes nchini Peru na kumwaga maji katika bahari ya Atlantic. Licha ya umuhimu wake kwenye ustawi wa dunia, msitu huu upo katika hatari ya kutoweka kutokana na uharibifu mkubwa uliokithiri unaosababishwa na shughuli za kibinadamu za ukataji wa miti na ukuzaji wa miundombinu. Ukataji miti Amazon mara nyingi huchangiwa na shughuli za ufugaji katika nchi ya Brazil ambayo ina asilimia 67 ya msitu huo katika kipindi cha miaka 40 iliyopita asilimia 20 ya hifadhi hiyo tayari imeangamizwa na inakadiriwa kuwa endapo ukataji wa miti utaendelea kwa kiwango hiki tunaweza tusishuhudie tena mandhari hii ya kuvutia katika miaka 60 ijayo wakati stori ikiwa imenoga na kila mmoja wetu kwenye ndege akisikiliza kwa makini mara rubani anakohoa tena na kututangazia kuwa tufunge mikanda ndege imeanza kutua katika uwanja wa ndege na hii ni jalada naam. Na mna, hiyo ndio Amazon kama ambavyo tumesimuliwa na Hilda foya, Hilda. Mm -mm. Tunakushukuru bana <laughs> e, tumeijua Amazon vizuri e, kupitia wewe na kama ilivyo, e, e, andikwa pia, e, na Frank Sanga. Kabisa, lazima tumpe mm -hmm. maua yake mm -hmm. ndugu Frank Sanga kwa uandishi uliotukuka kuhusu Amazon. Hilda anasema Ukifika Amazon. <laughs> <laughs> <laughs> ile arubani kukooa kidogo kabisa, na tunafahamu kwamba mbali na Amazon tuna misitu mingine mikubwa na awali ulibainisha ukataja msitu kama Congo mm. Tanzania yeah. pia tuna sehemu kubwa tu misitu ya hifadhi ya, ya, ya misitu na kadhalika uh, uh, na hii tunasema misitu ni uhai, inasaidia ina, ina mm -hmm. kwa kiasi kikubwa kuendeleza uhai wa binadamu, lakini changamoto ambazo zimekuwepo ni ukataji wa miti Eh, shughuli za kibinadamu kutafuta maeneo mapya kwa ajili ya kilimo na vitu kama hivyo na hivyo kusababisha uharibifu mkubwa wa eneo hili. nini kinaweza kufanyika? eh, na hapa tunazungumzia sasa uwajibikaji wa mtu mmoja mmoja katika kulinda eh, vitu kama hivi na kuongeza zaidi kupanda miti na vitu kama hivyo sasa, mm -hmm. katika kupambana na athari za mabadiliko ya tabia nchi uh, kama ambavyo tafiti nyingi zinaonyesha, sababu kubwa kabisa ya kuongezeka kwa joto la dunia sio shughuli za asili ni shughuli za binadamu. Kwa kwanza kabisa lazima tuangalie namna ambavyo tunazalisha katika viwanda vyetu, tunajenga miundombinu yetu, lakini pia tunajenga makazi, kwa sababu tafiti zimeonyesha kuwa asilimia kubwa shughuli za binadamu ndio chanzo kikubwa cha mabadiliko ya tabia nchi. Lakini hii haimaanishi kwamba um, tuache uh, kuzingatia masuala ya kupanda miti, kwa mfano uh, kujenga miundombinu ambayo ni endelevu Uh, haizalishi gesi ya ukaa kwa hewa ya ukaa kwa kiwango kikubwa, lakini pia na namna ambavyo tunajenga makazi yetu, kuhakikisha kwamba ni endelevu na yanaendana na mahitaji uh, uh, ya uendelevu katika kwa maana kwamba kwa kwa kwa kwa kwa kwa dunia yetu ambayo tunaishi hapa inanufaisha leo, lakini pia na ambao watakuja kesho waweze kunufaika kwa. Ni swala sio tu swala la kiserikali la kisera, ama la wataalamu, ni swala pia la mtu binafsi kuhakikisha kwamba unapotupa taka kwa mfano una sababisha uchafuzi kwenye mazingira unachafua yeah, mazingira unachafua tabia ya nchi, kwa sababu uh, kitu uh, nyumba huanza na tofali moja, hawezi kuanza na matofali mia moja. Unaanza na tofali moja kwa tofali moja hujenga nyumba. Kwa hiyo ni kazi ya mtu binafsi kujua kwamba ninapotupa takataka kwa mfano baharini, ama ninapotoka hapa nikatupa takataka pale barabara ya Mandela, umechangia kuchafua mazingira umechangia kuchafua tabia nchi. Lakini pia kwa kiwango kikubwa ni suala pia la, la sera kuhakikisha kwamba tunakuja na sera ambazo uh, hazitegemei sana um, uh, tusiwaze mambo makubwa kwenye kupambana na mabadiliko ya tabia nchi tusiwaze yeah, katika kiwango kikubwa tuwaze, tuwaze hiki kiwango cha chini kwamba kila mtu atambue kwa nini mimi Venance, Goodluck na Hilda tuna nafasi kubwa katika kulinda mazingira tuna nafasi kubwa katika kulinda tabia nchi na tuna nafasi ya kuhakikisha kwamba dunia ambayo tunaishi leo na watu mm -hmm. wa kesho, watoto wako, wajukuu wako wanakabisa ulivyozungumza kuhusiana na kuanzia hali ya chini ama mm -hmm. chini kufanya vile vitu vya chini. nakumbuka baadhi ya maeneo mm kwa mfano hapa -hmm. hapa Tanzania kwenye halmashauri, ukienda halmashauri ya manispaa ya Moshi mm -hmm. Tanga, kwa mfano eh, Arusha Uh, zimekuwa very serious kwenye vile vitu yeah. Vidogo vidogo vinavyochafua mazingira. Kwa mfano yeah. Ukienda Moshi mjini pale kuna wakati ilikuwa ukionekana tu na tema tema mate ovyo unaweza ukafuatwa uka uka kaulizwa bana, vipi una shida gani? Eh, uh, ukitupa tu hata uh, ile ganda la pipi. Eh mm -hmm. uh, unakuja una unafuatwa na unaweza una kupata hata fine mm -hmm. na hivyo kusababisha Moshi mjini, ukienda pia Tanga mjini unakuta mm -hmm. maeneo ni masafi kwelikweli. Kwa hiyo ikawa ni tabia mm, yani watu wanajiingiwa tabia, tabia hizo mm, za, ku, za kutunza mazingira mm -hmm. na kwa hiyo ulivyotoa mfano nikakumbuka eh, mambo kama hayo, lakini eh, haya ni mambo ambayo nasema ni, ni integrity, ni, ni ile mtu mwenyewe tu mm -hmm. sababu kuna mtu mwingine anahitaji afuatiliwe mm -hmm. lakini mtu mwingine hata asipofuatiliwe anajua kwamba mimi huu ni wajibu wangu mm -hmm. kutunza na kuhifadhi mazingira. Hiyo inaweza kujengwa kwa vitu gani hasa? Kwanza kabisa ni um, hii naamini katika taasisi uh, kazi ya kwanza kabisa inatakuwa kufanywa na familia kwa sababu familia ndio taasisi namba moja katika taifa ama katika, katika nchi. Kwa kama, uh, good luck like utapata mtoto kesho, hakikisha mtoto wako unamlea anapokuwa mtoto, mfundishe kwamba unapozaliwa kuwa na nidhamu, heshima mkubwa, usitupe takataka, hakikisha kwamba unaishi katika dunia ambayo wewe ina kunufaisha lakini pia inawanufaisha ambao watakuja kesho. Kwa ni, ni ngazi ya familia, ngazi ya jamii, lakini pia ni ngazi ya kitaifa. Kwa taifa kunakuwa na sheria ambazo sasa watu ambao ni wazembe wanahakikisha wanafundishwa, okay, lazima ufanye hivi. Lakini kwenye familia malezi bora huanzia pale mtoto anajua kwamba nikifanya hiki ni sahihi, ni sawa, nikifanya nisipofanya hiki ni sahihi. Lakini pia nafasi ya, uh, nyinyi vyombo vya habari pia kuhakikisha kwamba mnakuwa na makala lakini pia majarida kama hayo, kuhakikisha kwamba watu wanafahamu kwa nini muhimu e, kuto kutupa taka ofyo, ama kwa nini ni vizuri kuzitumia tena takataka baada ya kuwa umesha, zi, umesha au au kwa nini ni vizuri kuto kutupa makopo baharini, kwa sababu unapotupa mm -hmm. kopo moja na mwingine akatupa yeah. kesho yatakuwa na makopo mia moja milioni moja baharini ambayo samaki wako kule pia. Kwa ni swala la familia, jamii, uh, taasisi ambazo sio za kiserikali, vyombo vya habari, wanataaluma ta, pia na mtu mmoja mmoja ambaye anafahamu kwa nini sio vizuri kutupa takataka. Nakushukuru sana Venance. Asante sana kwa kuja kuzungumza nasi ni, ni, ni wajulishe pia watazamaji wetu kwamba katika mkutano huu Tanzania inawakilishwa na balozi na wa Tanzania nchini Brazil, Balozi eh, John Simba Chawene. Uh, ilikuwa tuwe naye kwenye matangazo yetu na tuliwasiliana lakini fikiri unajua wakati mwingine nawezekana usingizi nini kwa sababu sasa hivi tunavyozungumza Brazil katika eneo unakofanyika mkutano ni kama saa saba, saa nane usiku Mm-hmm. kwa hiyo imekuwa eh, changamoto kuungana naye lakini tutakapompata eh, tutazungumza naye ili kujua ujumbe wa Tanzania katika e, mkutano huu ama ushiriki wa Tanzania katika mkutano huu, na ni mambo gani ambayo pengine tutatazamia Tanzania itanufaika baada ya mkutano huo kumalizika, kwa sababu bado unaendelea, ikiwa leo ni siku ya pili. Tunakamilisha na hapa studioni tulikuwa na Venance Majula ambaye amekuwa mdau muhimu katika masuala haya ya e, mazingira na masuala ya tabia nchi akiwa amehudhuria mikutano kama hii mara mbili kule nchini Misri na kule Baku, Azerbaijan. Tunakamilisha hivyo na muda si mrefu ni habari